A mkuu wetu wa, wa wilaya ya Mtwara, awali ya yote nami nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutufikisha katika maeneo haya tukiwa wazima wa afya na tukiwa na bashasha na upendo na mshikamano juu ya kuukimiza mwenge wetu wa Uhuru. Lakini kipekee niwashukuru sana ndugu wananchi wa eneo hili la Mtawanyi, kwa kweli mmeonesha hamasa, umeonyesha upendo, umeonyesha imani juu ya mwenge wetu wa Uhuru. Naomba tujipigie makofi sana. Ndugu zangu wananchi wa Mtawanya pamoja na viongozi tuliopo hapa, kwa kweli mwingi huo uhuru bado unaendelea kujionea makubwa na mazuri ndani ya manispaa hii ya Mtwara. Lakini pia sio kujionea makubwa tuna mazuri, lakini pia tunaendelea kujionea mashirikiano makubwa yanayoonekana baina ya wananchi na serikali yao ya wilaya pamoja na manispaa, lakini pia mashirikiano baina ya wananchi pamoja na viongozi wa kitaifa kwa maana serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Dokta Samia oye! Ndugu zangu wanamtawanya, kwa kweli mwenge huo uhuru, mmoja kati ya mambo ambayo unaenda kuwafikishia wananchi swala zima la kuonesha matumaini, kuonesha upendo, lakini pia kuendelea kuweka heshima juu ya mwenge wa uhuru pamoja na wananchi wake, lakini haya yote yanatokana na tunu tulioachiwa na baba yetu wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na ndio maana baba wa taifa wakati anapambania uhuru wa taifa hili aliamua kuwasha huu mwenge wa uhuru na kuwasihirishia wakoloni kwamba sasa Tanzania imeshakuwa huru na watu wake wote wameshakuwa huru, wanafanya shughuli zao za kila siku. Lakini baba huyu hakuishia hapo. Wakati anaendelea kupandisha mwenge huo uhuru, aliwahakikishia wananchi juu ya kuwaletea maendeleo mbalimbali na ndiyo maana leo hii kwa mapenzi aliyokuwa nayo Daktari Samia Suluhu Hassan anaendelea kuienzi falsafa ya mwenge wa uhuru na kuirisisha vizazi hadi vizazi. Na niwaambie ndugu zangu wananchi wa eneo hili la Mtawanji kwamba mwenge huu wa uhuru mwaka 1964 wakati umeanza harakati zake za kukimbiza nchini kwetu ulikuwa unabeba ujumbe maksusi ili taifa kuwafikishia wananchi wake. Na ndiyo maana leo hii kwa mapenzi aliyokuwa nayo Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mwaka huu 2025 kupitia sisi vijana sita ambao wametupa heshima ya kukimbiza mwenge huo, uhuru umebeba ujumbe wa uchaguzi mkuu ambao una lengo la kuwaelimisha na kuwahamasisha wananchi juu ya kwenda kujitokeza kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Niwaombe sana, ndugu zangu wananchi, huu ni mwaka wa uchaguzi na nchi yetu itaenda kufanya uchaguzi wa kuwachagua viongozi wa kufuatao kwa upande wa Tanzania Bara, kwanza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pili waheshimiwa wabunge, na tatu waheshimiwa wa madiwani. Niwaombe sana ndugu wananchi, twendeni tukawachague hao. Lakini pia kwa wale wananchi ambao wameshatimiza umri wa miaka 18 na wameshajiandikisha katika daftari la kudumu la kupiga kura, kwanza wanayo haki ya kwenda kupiga kura, lakini ambao wametimiza umri wa miaka ishirini na moja wanayo haki ya kwenda kushiriki kugombea nafasi ya udiwani pamoja na nafasi ya ubunge na kwa wale wa nafasi ya kiti cha urais lazima wametimiza miaka arobaini. Niwaombe ni waombe sana, ndugu wananchi, twendeni tukalipe imani, twendeni tukalipe fadhila, twendeni tukamuoneshe Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba hichi kipindi cha miaka minne tunahitaji na miaka mingine mitano ya mbele, ili wewe uendelee kutuletea maendeleo ndani ya taifa letu. Piga makofi kwa Daktari Samia, Dokta Samia! Oye! Oye! Oye! Lakini ndugu zangu wananchi, mwenge wa Uhuru umefika hapa, umejionea mradi mkubwa wa kituo chetu cha afya, kituo cha afya ambacho kinaenda kutatua changamoto ya wananchi katika eneo hili. Naomba tujipigie makofi sana. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu wananchi, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakati anawapa maelekezo wakurugenzi wa manispaa, wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wetu wa wilaya pamoja na wakuu wa mikoa aliwaambia kwamba hakikisheni katika fedha mnazokusanya katika mapato yenu ya ndani unaleta maendeleo kwa wananchi juu ya kulitumia fedha hizo. Na ndiyo maana leo hii halmashauri na manispaa zimerahisishiwa baadhi ya mambo. Ndio maana unakuta barabara nyingi za lami zinasimamiwa na serikali, kwa maana ya serikali kuu, lakini pia hii miradi mingine ambayo wananchi inaenda kuwasaidia moja kwa moja inawasaidiwa na wenzetu wa manispaa. Kwa kweli tuwapigie makofi mengi sana wenzetu wa manispaa na tuwapigie makofi kwa sababu leo hii kituo hichi cha afya ambacho wamekijenga hapa ni fedha ambazo zinatokana na mashirikiano baina ya manispaa na wananchi wa eneo hili, na haya mumeonesha mapenzi makubwa kama wananchi juu ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi nataka niwaambie wananchi wa eneo hili kwamba sisi wakimbiza Mwenge wa Uhuru kitaifa tumeenda kukagua kituo chetu kile, kwa kweli kituo kile kimezingatia mahitaji yote ya wananchi wa eneo hili. Jipigieni makofi. Mwenge wa Uhuru oye! Mwenge wa Uhuru safi! Mtawanya oye! Nasubutu kuyasema hayo kwa sababu wakati mimi mwenyewe nazunguka mule kila chumba, ndiye moa ananipitisha, moja kati ya kitu ambacho nimefurahi kupata huduma ya kuzalia wa mama zetu mule mule ndani, nipigeni makofi sana. Naamini moja kati ya changamoto ambazo zilikuwa zinatukumba hivi hizo, leo hii wanamtawanya kutoka hapa kwenda kupata huduma ya kujifungua mahala pengine, ambapo pengine pana kilomita zaidi ya moja hadi mbili. Ni masafa marefu sana, na ni jambo ambalo tunaweza hata kumpoteza mama pamoja na mtoto wake. Lakini leo hii serikali kupitia manispaa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeona ipo haja ya kujenga kituo chetu cha afya kile, na kituo ambacho kimezingatia vigezo vyote, kimezingatia sifa zote na kimezingatia mahitaji ya wananchi. Ombi langu kwa wananchi leo hii Mwenge wa Uhuru umekuja kuweka jiwe la msingi, na unapouona Mwenge wa Uhuru umefanya jambo katika eneo, basi hakikisha jengo lile halina muda mrefu kukamilika na kwa tarehe ambayo imekusudiwa jengo lile kukamilika. Niwaombe sana ndugu wananchi wa Mtawanya, hakikisheni munalinda na mnakitunza kituo chenu cha afya. Isiwe leo hii kituo kile kukamilika ikawa ndio sababu ya mwananchi kumtafutia changamoto daktari anayefanya kazi pale, ili aonekane mbaya kwa wananchi wengine lakini pia ombi langu kwa madaktari, kituo kile kitapoanza kufanya kazi isiwe ndio sababu ya kuonesha changamoto ama kudhalilisha wazazi wetu na wananchi wetu juu ya kituo cha afya kile. Naamini tuweni huduma zilizo imara, tuweni huduma ambazo tutaweza kuakisi na wananchi watafurahia nazo, na mimi sina shaka na madaktari watakaofanya kazi ndani ya kituo cha afya kile, kwa sababu ni wazalendo na ndio maana serikali ikawaajiri kwenye nafasi ile kwa sababu imeshawajua na imeshawapima juu ya utendaji wao. Niwaondoshee hofu ndugu wananchi, huwe ni wavumilivu, muda mfupi kituo chetu kitaanza kufanya kazi. Na Mwenge wa Uhuru umefika hapa, utaonyesha matumaini, upendo umeshapatikana na heshima imeshaonekana juu ya Mwenge wetu wa Uhuru. Mwenge wa Uhuru oye, oye. Dokta Samia oye, oye. Ina mama oye!